No pimpin Kamara, no shemaroni Fondo, no muhamed Hussein Shabarara, no eli Mpanzu, no kip denis kibu Mkandaji, no fabrisi uamba Ngoma. Hao wote ambao nakutajia ni kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club, bila kumsahau top scorer wa kikosi hiki, si mwingine bali ni Jasha aua ambaye naye pia hakuwa sehemu ya kikosi. Kwa kukosekana kwao hawa wote, haikuwa sababu ya Simba kuweza kutetereka ama kupata matokeo hafifu katika mchezo muhimu kabisa wa kuelekea hatua ya kumi na sita bora katika kombe la CRDB Federation Cup ali maarufu kama FA. Leo hii tunaona wameingia katika uwanja wakiwa na seriousness ya kutosha kabisa na kuweza kupata magoli matatu yenye kumwezesha kuweza kusonga mbele. Hapa tunaende tuangalie ni mchezo wa aina gani ambao Simba Sports Club wameweza kucheza na ni mchezo wa aina gani na ulikuwa na mantiki ya namna gani mwanzo mwisho. Upo nami Steven Mapunda, nitakuwa nakupitisha katika mchezo huu husika hatua kwa hatua. Basi endelea kuwa pamoja nasi, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare ili uweze kupata update mbalimbali mbali za kimichezo ndani ya Steam TV. Tukiwaangalia Simba Sports Club ambao tumeona kuna kitu ambacho kimetokea siku za hivi karibuni kuelekea a, katika ule mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipaswa kucheza tarehe nane na Simba hawakupeleka timu na walitoa sababu zao ambazo zilipelekea wasipeleke timu na walitoa taarifa kwa umma kwa sababu ambazo za kikanuni ambazo wao walikuwa hawajatendewa haki na mwenyeji ambaye ni Dar es Salaam Young Africans, kwa kunyimwa uwanja, walishindwa kuweza kupeleka timu, na hatimaye bodi ya ligi ilitoka na kuweza kutoa tamko kuwa mechi imehairishwa. Kwa hiyo Simba waliweza kukaa muda wa takribani siku tisa hadi kumi bila kucheza mechi yoyote, toka mechi ya mwisho wacheze na Coastal Union na kuweza kupata ushindi mnono kabisa, ambapo ukiangalia ni mechi ya kwanza kwa Al Salim katika ligi kuu uh, NBC Premier League na kuondoka na clean sheet. Na leo hii wamekwenda kukutana na TMA Stars ya kutokea kule uh, jijini Arusha. Hii ni timu ya jeshi hii ambayo ni Tanzania Military Academy bao hawa sasa, wao wanashiriki championship ya Tanzania na wanashika nafasi ya tano kwenye championship. Kama unavyofahamu championship kule uh, yupo Mtibwa Sukari, yupo Geita Gold, yupo Mbeya City eh, yupo Tanzania na Mbeya Kwanza, lakini pia wapo hawa uh, TMA ambao wao katika msimamo wa ligi wanashika nafasi ya tano. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo sio mechi ya kinyonge, sio mechi ambayo unaweza ukaibeza moja kwa moja, kwa sababu tunatambua kuwa hata hawa hata, hata wenzao Azam waliweza kutolewa na timu ya championship ambayo ni Mbeya City, lakini pia tunaona hata uh, Fountain Gate nao pia walitolewa na timu ya championship, haikuwa uh, mechi ambayo ni rahisi hata kidogo. Lakini tukiangalia Simba Sports Club leo wanaibuka na ushindi wa magoli matatu, wanapata ushindi mnono kabisa, ambapo ukiangalia kama ingekuwa Simba wapo katika umakini mkubwa, kama Simba wangekuwa katika matumizi mazuri ya nafasi, walikuwa na uwezo wa kuondoka na ushindi mnono zaidi ya huu ambao wameweza kupata. Tunaona maeneo kadhaa Lionel Ateba aliweza kupata nafasi, lakini kutokana na kuto kuwapa nafasi wengine ya kufunga kulazimisha kufunga yeye peke yake, amekuwa akipoteza nafasi nyingi sana, lakini hatimaye aliweza kuscore. Lakini kama angeweza kutoa nafasi kwa mwenzake, ingeweza kuwa nzuri zaidi. Lakini pia tumeona mara kadhaa Joshua Mutale huyu SGR kutokea pale nchini Zambia na pia mara kadhaa ameonekana akiingia hadi kwenye sita lakini hakuweza kuleta madhara yoyote upande wa timu pinzani. Kwa nafasi hizi ambazo Simba waliweza kuzipoteza, ilitosha kabisa kuifanya Simba iweze kuwa na ushindi mnono zaidi ya huo. Lakini kimpira, uh, watazamaji tunatamani tuone magoli mengi, lakini katika benchi la ufundi linaingia na mbinu zake. Ukimwangalia okay, Fadlu Davis yupo uh, katika kinyang'anyiro cha kuweza uh, kuiwakilisha nchi kimataifa kwenye kombe la shirikisho hatua ya robo fainali. Kwa hiyo ina maana lazima aweze kutunza energy ya wachezaji kuelekea katika michuano mikubwa ya Afrika, kombe la shirikisho hatua ya robo fainali. Wanakutana na timu ambayo inatoka katika ligi bora barani Afrika, nchini Misri. Hawa si wengine bali ni Almasri ambao kila mmoja anafahamu historia ya Almasri anapokutana na Simba mambo yanakuwa si, si, si madogo, mambo yanakuwa ni magumu kwelikweli. Kwa hiyo ninaona kabisa hata Fadlu Davis mwenyewe anatunza energy kwa ajili ya mechi ya staili kama hizo, lakini pia tunatambua kwenye msimamo wa ligi a simba Sports Club anashika nafasi ya pili akiwa nyuma kwa alama nne dhidi ya mtani wake wa jadi Yanga Afrika, wakati huo akiwa na kipolo dhidi ya Dodoma jiji kwa ina maana kwamba anaitazamia kiporo cha Dodoma Jiji aweze kupata alama tatu, apunguze pressure akibakisha alama moja dhidi ya, ya mpinzani wake, na huenda ikatokea labda Simba na Yanga ikachezwa mechi chezwa mechi akibatika kaukuta alama tatu, ina maana anakuwa juu kwa alama mbili. Kwa hiyo yote haya lazima benchi la ufundi liende kwa mahesabu makubwa zaidi, na ndio maana tunaona leo Fadlu Davis anaingia kwenye kiko, na kikosi chake eneo la katikati akimweka Debora Fernandez Mavambo, akimweka na Okajefa. Wakati huo tulishazoea pale katikati anakaa Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Wamba Ngoma Tunamwona Yusuf Goma, anakuja kumtrojuzi uh, katika ungo ya pili ya mchezo. Hii yote ni kuweza kutengeneza rotation ya wachezaji, lakini pia kuweza kufanya uh, uh, fitness ya mchezaji mmoja mmoja. Tunamwona Valentina Nouma leo anaaminiwa na kocha Fadlu Davis anaanza uh, tunaona muda wote anacheza katika zoni ya juu ya mpinzani, anapata free kick moja, ana attempt golini anaweza kuscore na kuweza kuitanguliza Simba Sports Club. Tunaona pia ukimwangalia Fernandes Mavambo katika dimba la katikati amecheza kwa ufanisi mkubwa sana. Amefanya kila kitu ambacho alitakiwa kufanya. Uh, kiungo wa juu. Tunamuona Awesu Awesu pia akitokea pembeni, akitokea katikati, anafanya madhara yanakuwa makubwa zaidi. Ni umakini tu walionalateba siku ya leo nafikiri, katika kufosi tu kutaka kufunga mwenyewe ameikosesha Simba magoli mengi zaidi ambayo wangeweza kuscore. Lakini ukija uh, kimakaratasi, ukija kitakwimu za kimpira unamwona Simba anakuwa juu dhidi ya TMA ki, kwa kiwango kikubwa zaidi. Ushindi wa mwisho ambao Simba aliupata kabla mchezo wa leo, alishinda idadi kubwa sana ya magoli kuelekea katika hatua hii ya 32. Lakini kilichotokea aliweza kuruhusu goli, aliondoa na aliondoa clean sheet. Leo hii ilikuwa alimanusura, clean sheet iweze kuondoka, kama PO wa TMA angekuwa uh, makini zaidi katika ile attempt ambayo alikuwa ameipiga golini na ikaenda kugonga nguzo ya juu ikadunda katika mstari ikarudi eneo la kucheza. Kama mchezaji wa TMA angekuwa katika movement za kuelekea uh, uelekeo wa golini, inamaanisha manisha ule mpira alikuwa anakwenda kuuwini na kuweza kupata goli, dakika ambazo za attempt ile ambayo imefanyika. Kama TMA wangeweza kupata goli, tunaamini kabisa atmosphere ya mchezo ingeweza kubadilika, hata morali ya mchezo ingebadilika hata kwa wapenda soka pia tungepata ladha ya hali ya juu, lakini uh, kutokana na mentality ya wachezaji, aina aina ya timu ambazo wanatokea, lakini aina za mashindano ambazo wanacheza unakuta kwamba mchezaji anaanza kushangilia mpira pasipo kuhakikisha umeingia katika wavu. Hilo limeweza kuwakosesha TMA na kuweza kuwafanya wanatoka uh, kiwanjani wakiwa hawajapata goli hata moja. Tumemwona Kasim akiwa anasumbua sana eneo la pembeni mchezo uliomalizika ambao wali qualify katika hatua hii, walishinda goli tatu na yeye alipiga hat-trick. Lakini leo tunaona usumbufu wake umekuwa ni nje zaidi ya eneo la hatari. Anapofika katika eneo la hatari, maamuzi yao yamekuwa hayana madhara zaidi. Yote katika yote, Simba ameweza kuibuka na ushindi, na sasa tunasubiria katika hatua nyingine, na hii inaashiria kabisa kwamba Simba wanahitaji kwenda mbali zaidi kwenye michuano hii ya CLB Federation Cup. Tunaona mpinzani um, ambaye angeweza kuleta chachu kidogo ya upinzani Azam FC tayari ameshaaga mashindano. Kwa hiyo ina maana yeye anamtazama Dar es Salaam Young Africa anamtazama Coastal Union anamtazama Mtibwa Shuga ambao hawa unaona kabisa ni, ni timu ambazo zina historia kubwa katika michuano hii. Tunaona Coastal Union ni mwanafainali ambaye aliwahi kucheza na Dar es Salaam Young Africa na kila mmoja anakumbuka ile fainali iliyofanyika kule jijini Arusha. Ilikuwa ni fainali ya kukata na shoka mpaka uh, ukwenda kuamliwa kwa mikoaji ya penalty. Pia utakumbuka pia uh, Mtibwa Sukari amewahi kuchukua hili kombe. Kwa hiyo uh, na pia Simba Sports Club na darasa mianga Africa amechukua kombe hili mara tatu mfululizo. Kwa hiyo Simba, naamini kabisa kuwa yupo katika hali ya kuweza kuhitaji hili kombe, na kwa maana ya kwamba mpinzani ambaye mwanafainali aliyepita kwa maana ya kwamba alicheza fainali mbili mfululizo, lakini zote alikutana dhidi ya Yanga na alipoteza. Azam FC ameondoka, kwa hiyo ina maana tayari ameshampunguza amesha mpinzani mgumu zaidi katika michuano hii ya CRDB Federation Cup. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikikuletea uchambuzi huu kutoka hapa hapa Steam. TV. Basi usiache kufuatilia Steam TV kwa kubonyeza hilo neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo, utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kuhabari, kem -kemza, kem -kemza, kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zinajiri ndani ya Steam TV, hadi wakati mwingine bye. bye.